Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki anaitaka idara ya mahakama kuzingatia viwango vyake vya uhuru ili kutekeleza vyema haki na kuepuka kusimamisha mipango ya serikali inayonuiwa kuinua hali ya maisha ya Wakenya. Akiongea katika mahakama ya juu jijini Nairobi, wakati wa uzinduzi wa ripoti ya hali ya mahakama na utekelezaji wa haki ya mwaka wa kifedha wa elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano Kindiki alitoa wito wa ushirikiano zaidi kati ya asasi zote tatu za serikali, ili kuhakikisha haki inatendwa kwa wakati ufao na inafikiwa kwa urahisi na Wakenya wote. Katika mahakama ya juu maafisa wa sekta ya utendaji haki walikusanyika kwa hafla kila ya kila mwaka ya uajibikaji, utoaji wa ripoti ya hali ya idara ya mahakama na utendaji haki ya mwaka wa kifedha 2024-2025. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alihimiza idara ya mahakama kusawazisha uhuru wake na wataasisi nyingine za umma akionya dhidi ya kutoa maagizo ya muda yanayosimamisha miradi muhimu ya serikali inayoathiri mamilioni ya Wakenya. Ripoti uh, ya mwaka huu inaangazia mafanikio makubwa idara ya mahakama ambao ni pamoja na kushughulikiwa haraka kwa kesi zinazowasilishwa mahakamani, kupanuliwa kwa utoaji huduma za mahakama kidijitali na kupanuliwa kwa huduma za kisheria kupitia marekebisho yanayoendelea kutekelezwa.

Ripoti hiyo pia inaangazia changamoto nyingine kama vile mrundiko wa kesi mahakamani, uhaba wa miundo msingi na uhaba wa rasilimali katika mahakama kote nchini. Pamoja na ripoti hiyo, idara ya mahakama ilizindua stakabadhi ya staji inayokusudiwa kumwezesha Mkenya wa kawaida kuelewa shughuli za mahakama kama sehemu ya marekebisho ya kijamii kupitia kwa upatikanaji wa haki kwa njia rahisi. Naibu rais alitoa hakikisho kwamba ofisi ya rais inaunga mkono uhuru wa idara ya mahakama, huku akisisitiza kwamba utendakazi vyema, uwajibikaji na huduma kwa umma lazima ziambatane na matarajio ya Wakenya so

And another 100 magistrates are currently being recruited, bringing a total to 214 in three or four years. Ben Chumba, Darubini Weekendi.